Siku si nyingi matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba yatakwenda kutoka siku si nyingi. Kwa hiyo kaa makini kuangalia matokeo yako au matokeo ya mwanao anayemaliza darasa la saba. Sasa nitakwenda kupa mbinu au njia rahisi ya kuweza kuyaona matokeo haya ili usiweze kusumbuka. Hatua ya kwanza, ingia katika google kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Pale juu sehemu ya kusearch andika NECTA. Baada ya kuweka NECTA gusa neno na utaweza kuona website ya NECTA itaweza kufunguka namna hii. Na baada ya website hii kufunguka, utaweza kuona tangazo hapo kwenye sehemu hii ya news utaweza kuona. Lakini pia njia hii isikusumbue sana, njia rahisi, njoo katika sehemu hii ya vidoti vitatu hapo juu, alafu bonyeza hii neno result hapa. Na baada ya pale, utaweza kuona sehemu hii ya PSLE. PSLE ni kwa ajili ya wanafunzi wa darasa la saba baada ya hapo sehemu hii linki ya kwanza kabisa utakayoikuta hapa itakuwa ni linki ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Muda si mrefu matokeo haya yatakwenda kuwekwa hapa. Utafungua linki hii ya kwanza ambayo utaikuta hapo, na baada ya hapo utaweza kuona mikoa yote ya Tanzania. Mikoa yote utaweza kuona hapa. Kwa hiyo utachagua mkoa ambao wewe upo. Uh, let's say tuseme uko Ruvuma, utachagua Ruvuma. Baada ya hapo utaweza kuona wilaya za mkoa wa Ruvuma kama yanavyoonekana, kuna Madaba na Mtumbo, Songea FC, Mbinga, Nyasa, Tunduru, Mbinga TC, alafu kuna Songea. Kwa mfano labda huko wilaya ya Songea utagusa hapo. <coughs> na baada ya kugusa hapo, utaweza kuona shule zote za msingi ambazo zipo katika wilaya hiyo ya Songea, utaweza kuziona hapa kama jinsi yanavyoonekana kwa sasa. Hapa ni sehemu ambapo utaweza kuchagua shule yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake au ambayo mwanafunzi wako anasoma katika shule hiyo. Kwa mfano, labda ni shule hiyo, utaweza kufungua namna hii na utaweza kuona matokeo yake na daraja pia utaweza kuona. Hasa kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii ya FEABOY, channel hii inahusiana na, na masuala yote ya ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Uweza kupata matokeo haya pindi yatakapotoka, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Lakini pia kwa wale wanaoomba ajira kupitia mfumo wa ajira poto, kama una changamoto yoyote ya kufungua akaunti au kufanya application, unaweza ukanicheki namba zangu nimekuwekea katika description ya video hii. Lakini pia kama una hauna cheti cha kuzaliwa na unahitaji kubadilisha cheti chako cha zamani, pia unaweza ukanicheki nikakusaidia kufanya hiyo, link ipo katika description ya video hii. Asanteni na karibuni.